Eh, ndugu yangu Mlokozi, katibu wa chama cha wafugaji, yeye anasema maeneo yanaporwa na wageni. Sasa hili la wageni, ntaenda kushtaki kwa Bashungwa, maana ndio kazi tumempa. Sio kazi rahisi lakini wageni lazima wakae kwao na wakitaka kuja kwetu waje kwa utaratibu. Hawawezi kuvamia tu, wavamie na nyinyi mwe, mwenzetu hapo Kasesa alikuwa amewaonya, na mi nataka kurudia kuwaambia viongozi wetu wa vijiji na vitongoji, msiwakaribishe msiwakaribishe. Hatuwazuii kuja kwetu, lakini waje kwa kufata nini, utaratibu Mkiwaruhusu wakaingia wakajenga nyumba tena za kudumu, siku ya kuwatoa itakuwa vita. Watasema kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe, kumbe kuna vita ya wageni na Watanzania walionyang'anywa ardhi. Niwaambie, kama kuna jambo gumu kabisa duniani ni ardhi. Mkiruhusu ardhi yenu ikaingiliwa mnasema ni kubwa kubwa kubwa na huku mnazara namna hii watu wanaongezeka kwa asilimia tatu kwa mwaka tulikuwa milioni nane tunajitawala leo tuku sitini na tatu milioni ama ni watu wengi wanaongezeka lakini ardhi inabaki ile ile kwa hiyo msisherehekee jambo hili sisi tuliwapeni mamlaka ya kusimamia hakikisheni wageni hawa wapewi ardhi na hawaingii bila utaratibu ndio tunawambia kabisa, hatuna ugomvi na kule wanakotoka, sisi ni marafiki zetu. Lakini na sisi nao tukitoka hapa Karagwe tukahamia kule utaratibu na sisi, watatufukuza au sio? mm -hmm. Eh. Tena kule watatufukuza haraka, maana wako wengi na ardhi ya wao ni ndogo. Ile ni nchi ya watu kumi na mbili milioni, lakini ukubwa wake ni Kagera. Mkoa wa Kagera ni mkubwa kuliko ile nchi. Kwa hiyo kuna matatizo hayo hayo lazima tuyakemee na kwa kweli tuta, kwa sababu iko wizara inayoshughulika na kazi tutaenda kuiomba na kuiambia iangalie sana jambo hili, okay. Na wengine wakija wageni eh, mnawakaribisha mm, vizuri. Wakiona mambo hayaendi vizuri wanasema sisi tunaomba kuwa wanachama wa CCM. Ah, lakini wanachama wa CCM ni wa raia wa Tanzania Uwezi wewe sio raia wa hapa. Wewe eh? Unataka kumishi utachukua chama chetu halafu utakifanya kiwe na tabia kama za kulikotoka eh?